Katika jua kali la jangwa la Rubiriali, dereva mmoja wa lori aliyejulikana kwa majina Hamdan bin Yusuf alipokea kazi ya ajabu kutoka kwa mzee mmoja kutokea mjini Riyadh maarufu kama mzee Said. Mzee huyo alikuwa na ndevu nyeupe nyingi, macho yake yalionekana dhaifu kwa uzee wake na midomo yake ilikuwa ikitetemeka kila alipozungumza. Mzee huyo alihitaji kusafirishiwa mzigo wake, nao ulikuwa ni jeneza. Alikufanana kama jeneza la kawaida, maana lilikuwa kubwa na refu sana, huku likiwa limefungwa kwa minyororo mizito. Kazi ilionekana kuwa rahisi kwa nje kwa Hamdan, dereva huyo wa malori, lakini haikuwa hivyo, iliambatana na masharti kadhaa japo malipo yake yalikuwa ni manono. Hamdan aliyekuwa dereva mkorofi na asiyeamini mambo ya kishirikina ama nguvu za giza alikubali kubeba jeneza hilo katika gari yake bila kusita wala uoga wowote. Malipo yalikuwa makubwa mno, ni rial elfu tano kama milioni tatu na pesa kidogo za Kitanzania, ambapo yalikuwa ni malipo ya usiku mmoja tu wa kazi. Jeneza lile lilikuwa limefunikwa kwa kitambaa cheusi na cheupe, pia lilikuwa limeandikwa kwa maandishi ya Kiarabu ya kale yaliyoandikwa kwa damu. Makubaliano yalifanyika baina ya Hamdan na mzee Said. Hamdan alitakiwa kupeleka jeneza lile hadi mahara palipoitwa Al-Mayyit, mji ambao haukuwepo kwenye ramani yoyote ya kisasa, lakini ulikuwa na sifa ya kutisha kwa wenyeji wa jangwa. Kabla ya kuanza safari ile, Hamdan alipewa onyo kali, kama sharti au msisitizo wa hali ya juu, kuwa asifungue jeneza lile hata kama ingekuwaje. Hamdan alianza safari mara tu baada ya jioni kuingia. Safari ilikuwa ndefu kidogo. Hamdan alipita njia zenye mchanga mwingi sana, vumbi lingi lililosababishwa na upepo mkali uliovuma jangwani, huku akiongozwa na ramani ya karne ya kumi na tatu aliyopewa na mzee Said. Wakati akiwa njiani anakaribia eneo la Al-Mayyit, mara ghafla simu yake ilipoteza mtandao na redio ilianza kufifia ikitoa sauti ya kukoroma ishara ya kwamba mawimbi ya redio hayakuwepo eneo hilo. Lakini kadri alivyozidi kuingia katikati ya jangwa hilo la Al-Mayyit, ndivyo vitu vilibadilika, mauza uza yalizidi. Ramani ilimwonyesha kuwa amefika lakini hapakuwa na dalili ya kiumbe hai chochote mahala pale. Akiwa anajiuliza maswali kichwani mwake, kimbunga kikali kilitokea mbele ya kioo cha mbele na hapo hapo injini ya gari ilizimika. Alishuka kuangalia tatizo ni nini, lakini kabla hajaangalia nini kilichosababisha shida, akili ilimtuma aende kuangalia lile jeneza kama lilikuwa liko sawa. Alipofika kuangalia, alilikuta jeneza limefunguliwa na halikuwa na kitu ndani. Badala yake maandishi mapya ya damu yalikuwa yameandikwa juu ya jeneza lile, yalisema: umeleta roho nyumbani, usiondoke. Wakati akiendelea kutafakari maneno yale, Hamdan alitoa sigara aliyokuwa nayo mfukoni akaiwasha na kuanza kuivuta huku akiwa ametawaliwa na hali ya uoga sana. Pia alikuwa akijiuliza je, kwa nini akuchunguza kilichowekwa katika jeneza lile, na je, hata ataanzia wapi kumwelezea mzee Said kilichotokea. Alipoangalia pembeni pale alipokuwa amesimama, kwa mbali aliona nyumba ya mawe iliyovunjika nusu, kana kwamba haikuwa ikikaliwa na watu kwa miaka mingi. Kimya kilitawala, hakukuwa na kelele ya upepo tena. Alipojaribu kusogea karibu, kulikuwa na harufu ya vitu vilivyooza, lakini hakukuwa na dalili ya mzoga wowote wa, wa binadamu au mnyama. Na alipoingia ndani zaidi, akaanza kusikia nyayo zisizoonekana, alisikia minong'ono ya lugha tofauti tofauti. Vivuli vya wafu vilikuwa vikikatisha kutokea kwenye kila pande ya sehemu ile, kisha ilisikika sauti ya mwangwi ikisema alikutuba haja kosea sasa weni mmoja wetu Hamdan, na hautaweza kutoka tena hapa. Kisha sauti ya kicheko kikubwa ilishilia baada ya maneno yale. Hamdan ali panik kwa uoga, alipiga piga kichwa chake haikutosha, akafikicha macho yake, kisha akasema kujiuliza, hii ni ndoto nimelala? au kitu gani kinachoendelea? Haikupita muda baada ya kitendo kile kutokea sauti nyingine yenye mtetemeko wa radi ilisikika masikioni mwake, umechubwa Hamdani, na wewe ndiye kafara yetu. Mapigo ya moyo ya Hamdani yalizidi kwenda mbio kwa uoga. Alikimbia haraka kutoka ile sehemu akielekea ilipokuwa gari yake, lakini kwa bahati mbaya gari yake haikuwepo tena pale. Akiwa amepigwa na butwaa, kulia kwake aliona jumba kubwa la kale lenye madhi ya kasri la kifalme. Hakusita, moja kwa moja alikimbilia ndani ya kasri lile ili aweze kujificha. Alipoingia ndani ya kasri lile, ukutani kulikuwa na picha za sultan wa kale, Sultan Alrami. Pia kulikuwa na kioo kikubwa kilichokuwa kimevunjika nusu, na sakafu ilikuwa imejaa damu ya kale ambayo haijawahi kukauka. Alipoangalia tena vizuri ukutani mwa kasri hilo, kulikuwa na ramani iliyoonyesha mwonekano wote wa mji huo ulivyokuwa ukifanana hapo zamani. Alipoona ramani ile Hamdan alikumbuka kitu kuwa alishawahi kusikia historia ya mji ule, walikuwa wakisimuliwa kama historia ambayo ilishawahi kutokea hapo zamani. Historia hiyo ya mji wa Al-Mayyit na aliyekuwa mfalme wa utawala huo aliitwa Sultan Al-Rami. Kilichomfanya akumbuke ni lile jina kubwa la mfalme yule lililokuwa limeandikwa kwenye picha. Karne nyingi zilizopita mji wa Al-Mayyit ulikuwa kitovu cha biashara ya dhahabu, manukato, viungo kama karafuu na vinginevyo, huku miongoni mwao vikitoka India na Afrika. Lakini utawala wa Sultan Alrami uligeuza mji kuwa sehemu ovu mpaka kufikia hatua ya kulaaniwa. Sultan huyo mpenda uchawi alianza kujihusisha na wachawi wa Kiemeni, wa Faransa na Wapasia. Aliambiwa na mganga wake kuwa njia pekee ya kuishi milele ilikuwa kutoa kafara za damu ya watu wake. Akaanza kuwachinja kuwaua kwa taratibu, hata watoto wadogo. Alitaka uhai wa milele, lakini alichokipata ilikuwa ni laana ya milele. Roho za waliouawa hazikupumzika, ziliungana na ardhi ya jangwa hilo. Sultan naye hakufa bali aligeuzwa kuwa pepo lililoishi katika maumivu makali sana, kama sehemu ya adhabu kwake kulipia uovu wake aliyowafanyia watu. Hamdan aliendelea kutembea huku akiwa anaangaza macho kila kona, akiwa anatetemeka kwa uoga. Alipofika mbele kidogo, alijikwaa. Alipomulika na tochi kuangalia chini, ilikuwa ni vitabu vya kale. Akaona mafuvu ya watu yalikuwa mengi sana aliamua kuokota kitabu kimoja wapo na kila ukurasa wa kitabu aliyokuwa akiufungua ulikuwa umeandikwa kwa wino mwekundu kama damu iliyogandiana alipojaribu kusoma aligundua kwamba ulikuwa ni mkataba ambao Sultan alikuwa ameingia baina yake na majini aliyokuwa akitaka ya mpe nguvu mali na utawala wa milele katika ardhi ile pia akagundua jambo lingine kuwa mji ule uliitwa kwa jina la Aldama baada ya sultan huyo kuchukua uongozi kwa mabavu aliamua kubadilisha jina na kupaita Al-Mayyit. Hamdan wakati akiwa anaendelea kusoma kitabu kile, upepo mkali ulivuma kutokea kila kona. Kitabu kile kilijifunga kwa nguvu na giza lilitanda, mbala mwezi ilipotea, mpaka Hamdan akadondosha tochi yake kwa uoga na hakuweza kuiona tena. Baada ya giza kuwa limetawala, Hamdan alikuwa ameshapoteza matumaini ya kujiokoa au kupata msaada wa aina yoyote. Alitoa simu yake na kujaribu kama ataweza kufanya mawasiliano na kupata msaada, lakini haikuweza kukamata mawasiliano. Aliamua kutuma ujumbe kwa mke wake wa meseji, akiwa na imani kuwa simu ikipata mtandao ujumbe utamfikia. Aliandika ujumbe mfupi uliosema nisamehe, mke wangu kipenzi, haikuwa kusudi langu kuacha wewe na watoto mteseke, isipokuwa tamaa yangu ya kutaka maendeleo ili tuishi maisha ya ndoto zetu. Leo tamaa imenifikisha pabaya. Ukipata ujumbe huu, naomba nisaidie kwa maombi ili Mungu anisamehe na nipatie msaada kwa haraka machozi yakiwa yanamtoka na mafua yakitililika kama maji kwa kuhofia simu isizime kabla ya kutuma ujumbe ule hamdan aliruhusu ujumbe ule bila hata ya kuandika nini kilimtokea wakati ule na alikuwa wapi wakati akiwa anasubiria hatima yake simu yake ilitoa mwanga hafifu kwa mbali kisha ulisikika mlio mdogo wa simu ulikuwa ujumbe kutoka kwa mkewe Hamdan, uko wapi? Ni siku ya tatu sasa, huonekani wala hatujui ulipo na simu yako haipatikani. Tumaini lilirejea akiwa ameshika tena simu ile ili aweze kujibu ujumbe ule. Ghafla, mwanga wa simu ulififia na simu ikazima kabisa. Tumaini likatoweka tena kwa Hamdan. Alitoa kelele moja ya kilio cha uchungu, huku akiwa anagonga kichwa chake kwa nguvu na kwa hasira nyingi. Alihisi kuwa anamkosi huku anajiuliza, nimekosea wapi hadi napitia majaribu yote haya? Bado akiwa yuko kwenye lundo la mawazo, akasikia sauti nzito ikimcheka, kisha akahisi mkono wa mtoto umemshika kwenye bega lake la kushoto. Sauti ndogo yenye mwangu ilinong'ona masikioni mwake ikisema Ni ikiwa imepita siku kadhaa, hofu ilizidi katika familia ya Hamdan. Mke wake baada ya kupokea ujumbe ule kutoka kwa Hamdan hakuweza tena kupata mrejesho wowote kutokea kwa mume wake. Alijaribu kuipigia sana namba yake, lakini hakupatikana tena. Ilikuwa ni usiku mkubwa, mke wa Hamdan alijaribu kumpigia rafiki wa Hamdan alijulikana kwa jina la Khalid. Alimwelezea kilichotokea huku akitaka kujua nini kilichompata mumewe. Kalib pia alishutushwa sana baada ya kupokea taarifa zile kuhusu rafiki yake, lakini moja kwa moja aliamua kutoka hadi kijiweni kwake ili kupata taarifa zaidi za Hamdan, maana hata yeye alikuwa ajaongea na rafiki yake tokea siku ya mwisho wa achane kijiweni. Hamdan alimuaga kuwa kuna kazi amepata, lakini ni ya kwenda na kurudi kwa siku ile ile. Alipofika kijiweni mda ulikuwa umeenda sana, lakini alimkuta kijana mmoja ambaye naye ni dereva wa maroli mwenzao. Alikuwa amelala ndani ya gari yake kwa uchovu. Alimwamsha kisha akamwelezea, lakini yule kijana ndo alimuona Hamdan akiwa anapakia mzigo kwa mara ya mwisho kutokea ile sehemu aliyobeba jeneza. Alikumbuka alimwona Hamdan alikuwa akifanya mazungumzo ya mwisho na mzee ambaye yeye hakumtambua kuwa ni nani. Khalid alikubaliana na yule kijana mapema asubuhi wafike ile sehemu wakapate taarifa zaidi. Asubuhi na mapema ilipofika, Khalid na mwenzie walienda mpaka eneo lile, lakini cha kushangaza, walivyoulizia waliambiwa kuwa wao walimwona dereva ambaye ni Hamdan, lakini alikuwa na mtu mwingine ambao nao walikuwa hawamfahamu. Alipakia maboksi ya tende kwenye roli lake, kisha wakaelekea mahara ambapo hata wao baada ya kupokea taarifa zile, Khalid rafiki wa Hamdan alihisi kuwa kuna kitu akipo sawa. Kwa haraka, alimwambia yule kijana mara moja waelekee kwa mzee Abbas ambaye alikuwa mpiga lamli za kishirikina. Khalid humtumia mzee huyu anapopata matatizo binafsi au ya kifamilia. Lakini baada ya kufika kwa mzee Abbas, alikuwa ameshajua kilichowaleta. Alicheka kisha akasema, tuna muda mchache sana, inabidi tumsaidie mwenzenu. Mzee Abbas akaendelea kuambia mwenzenu alikumbana na jini wa kisasi, hivyo alimlaga irafiki yenu kwa kumpa kazi yenye donge nono bila kujua kuwa ye endo sadaka. Hakuishia hapo, mzee Abbas kisha akaendelea kusema, ila msiwe na wasiwasi, mwenzenu bado yuko hai. Baada ya maneno hayo, alizunguka nyuma ya nyumba yake akachukua mbuzi mmoja, akaomba aletewe kisu kisha akamwita Khalid akamwambia, nitazungumza maneno, nikimaliza naomba umchinje mbuzi huyu kwa kupitisha kisu mara moja bila ya kurudia rudia. Mzee Abbas aligeukia upande wa mashariki kwa pale alipokuwa kisha akazungumza maneno ambayo Khalid na mwenzia hawakuyaelewa. Alipomaliza alimwambia Khalid amchinje mbuzi yule haraka. Khalid alifanya kama alivyoambiwa. Alipomaliza, Mzee Abbas alichukua ile bakuli yenye damu kisha akasema kuwaambia Khalid na mwenzie, nendeni, akipatikana mtaleta sadaka yoyote mliojaliwa. Punde si punde, kule alikokuwa Hamdan alianza kusikia mizugumo ya radi kali zikipiga nje bila ya mvua kunyesha. Kisha akasikia kelele, vilio na nyayo zikiwa zinakimbia kutokea kila pande, bila ya kuona chochote, maana kulikuwa na giza zito. Kisha alipoteza fahamu. Alipokuja kushtuka, ndege wanaokula mizoga ndo walimshtua, walizani kuwa amekufa ili wajipatie kitoweo. Alinyanyuka kutoka pale chini akajikunguta, hakuwa na nguvu za kutosha. Akiwa njiani hajui anakoelekea alitembea kwa umbali mrefu. Watu wawili wenye ngamia waliokuwa wapita njia walimwona Hamdan, wakasogea karibu. Baada ya kumwona namna alivyochoka, kwa haraka wakampatia maji, akanywa kidogo, kisha wakambeba kwenye ngamia. Walipofika kwenye mji waliokuwa wakienda, wakampatia huduma zote muhimu, kisha wakamwacha apumzike. Kesho yake Hamdan alipata nguvu akajitambulisha kuwa yeye ni nani anatokea wapi na yaliyomtokea. Watu walishangaa maana alikuwa yuko mbali sana na walipomwokota ilikuwa mpakani na nchi jirani ya Yemen. Lakini wasamalia wema wale walimsindikiza jirani na mjini kidogo kwa kutumia usafiri wa tela uliovutwa na punda. Hamdan akapanda bas kuelekea nyumbani kwao. Alipofika hadi kwake, familia yake walimpokea kwa furaha kubwa. Ndugu na marafiki pia walifika kumwona, walimpa pole na kumpongeza kwa ujasiri wake. Asubuhi iliyofuata, Hamdan aliendelea na shughuli zake kama kawaida. Walienda kutoa shukrani kwa mzee Abbas, lakini pia kutokea siku ile Hamdan alijifunza kutokuwa msiri kwa jambo lolote la kikazi kwa mkewe na familia yake. Pia alijua kwamba tamaa mbele, mauti nyuma. Sio kila pesa inafaa kuwa ridhiki yako. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.